Perhaps need to think about a grandfathering in provision. LSK imeelezea wasiwasi wake kuhusu mswada huo ikisisitiza kwamba upatikanaji mkubwa wa siri za biashara na taarifa za kibinafsi utavunja sheria ya faragha ya taarifa za kibinafsi ya 2019. Okay. Bumans, let's see. LSK inasisitiza kuwa ikiwa mamlaka ya mapato ya Kenya KRA itapata ufikiaji wa taarifa nyeti kama za hospitali ili kudhibiti malipo ya kodi, huenda taarifa za kibinafsi za Wakenya wengi zitatolewa kwa umma, jambo linalokiuka sheria ya faragha. Kwa upande mwingine, kampuni ya ukaguzi ya KPMG ilielezea kutoridhishwa na ongezeko la kodi la asilimia 30 kwa utengenezaji wa magari wa humu nchini, ikisema kuwa awali ilikuwa asilimia 15. Kampuni hii inashauri kupunguzwa kwa kodi ili kuhamasisha sekta ya uunganishaji magari nchini. This would affect the... Motor vehicle industry and especially considering that we have been trying to encourage our local industries here in Kenya and uh, moving this to 16% would mean increase in price in this industry which would then mean uh, that there'd be more competition KPMG inasema kodi ya asilimia thelathini kutapunguza ukuaji na ubunifu katika sekta ya magari kwa upande wa kilimo, Anston Yang ilisema kuwa sekta ya kilimo inahitaji motisha zaidi ili kukabiliana na ukosefu wa chakula nchini. Waliongeza kuwa mabadiliko ya hali ya kodi ya usafirishaji wa miwa kutoka kwa mashamba hadi viwandani kutoka kiwango cha sufuri hadi kuwa umeondolewa kutaongeza gharama kwa watumiaji kuhusu mpango wa nyumba za bei nafuu wa serikali Anstenyang ilionya kuwa kuanzishwa kwa kodi ya asilimia thelathini kwa wekezaji kutaathiri maendeleo ya sekta hiyo. Ukusanyaji wa maoni ya umma utaendelea hadi tarehe 30 mwezi huu. Linda Koskey, runinga ya K24.